Wabunge kutoka ukanda wa pwani wanasema wataendelea kupigania masuala ya eneo hili ili kupata ufadhili wa miradi ya maendeleo katika bajeti ya mwaka ujao. Akizungumza katika kongamano la wabunge wa vuguvugu la pwani na uliendelea katika kaunti ya Kisumu, mbunge wa Wundanyi Danson Mwashako amesema kuwa bajeti hiyo imetenga fedha kidogo za maendeleo. Baadhi ya miradi wanayolenga ipate mgao ni bandari ya Lamu pamoja na miradi ya barabara. Tumesema pia kuna mradi wa Lamu Port under LAPSSET. Tumeangalia kwamba kuna kunaikiachiliwa vile ilivyo itakuwa ni white elephant, na unajua nchi resources are scarce and limited. Tukikosa kupigania, basi hatutaki watoto wetu waje kulalamika tena kwamba waliachwa nyuma na sisi kama viongozi tulioko sasa tunakosa kutimiza majukumu yetu.